Ufate utaratibu. Naitwa Godfrey Joseph Mkandara ni mwenyekiti wa mtaa Mwanana, tulikuwa tumefuatilia ile swala kuli, ili mtoto aendelee na shule, kwa sababu kesi ziko polisi, tumeachia iendelee polisi na utaratibu bado hiyo kesi inaendelea kuchunguzwa. Sisi tumeiachia iendelee kuchunguza, kwa hiyo sisi lengo letu ni kwa ajili ya mtoto aendelee kusoma, na tumeshakubaliana mtoto ataendelea kusoma na atarudi shuleni. Taarifa za awali zinasema mtoto alikutwa eneo la chumba cha Agaeli akiwa ndani na mlango kavunjwa, na yeye akatolewa akapelekwa polisi, amekaa siku tatu A ah, sisi lengo letu mtoto aendelee kusoma. Eh, basi eh, sisi lengo letu ni kutaka mtoto aendelee shule, tumtengenezee mazingira ambayo rahisi, hajisahau kwenye ufahamu, aendelee kwa sababu mtoto huyo tunamtegemea au mbunge au kiongozi bora. Ndio tumetengeneza mazingira rafiki unajua mta, hilo tukio nanyie waandishi wa habari mmelipeleka likawa likubwa sana. Kwa hiyo mlivyopeleka mtoto kama yule ana makosa kama jizi, sisi wa binadamu tunalofikiria huyo mtoto anatakiwa kwenda shule. Sisi tumelijenga kama viongozi tunayetaka elimu watoto waende shule, amekubali. Sasa mwenyekiti amejazungumza na mtoto kidogo, nini alikuwa anafanya? Ah, bado hatujazungumza. Eh. Mimi kama mwana, m, kiongozi wa mtaa mimi nahitaji elimu za kidini zaidi kwa sababu elimu ya kidini ndio inamfanya mtu anakuwa kiroho na kimwili. Yaani kama ni Muislamu aende msikitini kama ni Mkristo aende kwenye dini ya Kikristo tupate elimu ya kiroho ili mwili uwe na akili timamu. Sasa tunamalizia mwenyekiti, la mwisho yule kijana ambaye mtoto alikutwa yuko wapi sasa hivi? Mpaka sasa hivi hatujajua mahali aliko na tuko kumtafuta kwa nguvu zote mahali alipo, mpaka sasa hivi hatujampata na hatujui mahali alipoelekea. A, majina yangu mimi naitwa Vai. Kiukweli ukweli mtoto bado hajafika shuleni. Tukio si ndo kama hivyo, mtoto alipatikana pale nyumbani akaja akapelekwa kituo cha polisi hapo Oloreni akaja akapelekwa centro centro, akuongea zaidi, wakampeleka hospitali kwenda kupimwa. Katika kupimwa mtoto akakutwa kweli ametumika, alivyotumika hivyo. Basi mtoto mlijaribu kuzungumza naye kidogo? Alizungumza kidogo, akasema yeye alijikuta tu ame, yuko kifuani kwa mwanaume, kwa huyo kaka, alijikuta tu mwenyewe e, e, yupo kifuani Labda kusema kama alikuwa na mahusiano naye? Hapana, ana mahusiano yoyote. Unaona sasa mzazi yeye anafungia anafumbia macho, hii. Unamwambiaje, kuafu... ajafumbia, mzazi ajafumbia macho ila anatafutwa. Mm. Kijana aliyofanya tukio hili anatafutwa na serikali azibiwe. Pale? Kwa, kwa mamake mlezi mamake mzazi yupo lakini huyu mamake mlezi alimchukua kipindi akiwa mdogo sana tokea akiwa darasa la pili. Wito hmm, wangu kwa vijana wanaoendea wanafunzi, kweli sijafurahishwa na hicho kitendo. Kama mzazi mimi na mimi nimezaa na watoto wa kike kikubwa tunachoomba yaani, serikali isaidie kum, yaani kumtafuta huyu kijana ashikwe popote pale alipo, iwe yani iwe funzo kwa hapa mtaani kwetu, kwa maana tutaendelea, wataendelea hivyo hivyo kutuharibia ulisema watoto wetu wakike. Namalizia kwamba wanafunzi alijikuta, baada ya kumhoji msana, alijikuta kifuani kwa mwanaume, unahisi ni masuala ya kishirikina ama imekuwa hapa anasoma masuala ya kishirikina, sijajua. Sasa yeye mtoto mwenyewe kwa ta, ta, ka, nani anavyosema, mtoto kuna biskuti alikula sasa yaweza kuwa labda zile biskuti ndo zikawa zimemletea hizo shida, kwa hiyo labda ilikuwekwa imechanganywa na kilevi chochote. Hatuwezi jua. Mtu labda alikuwa na tabia zote za alikuweko ana <muchilana> tabia yoyote mbaya yule binti. Yani unamfahamu kijana, eh? huyo kijana si jirani yetu? Eh, tabia yake ikoje? Labda kuileta wanawake nyumbani pale. Ah, kwa kweli kwa hapo huwezi jua kwa maana yake na mimi nafanya shughuli zangu. Natoka kama hivi nikirudi ni jioni. Kwa hiyo kukaa kujua tabia ya mtu ni ngumu kwa kweli. Huwezi jua labda anaweza akaleta usiku saa tumelala, hatujui. Mm. Eh, hivyo tu. Labda labda kuanzia mtoto atoleke kwenye chumba mpita siku hapo mpaka leo. Mm, si alitolewa ni lini hiyo? Nilikuwa kwa ni siku gani? Kama siku nne. Ndo hivyo. Mtoto ana shida, yuko vizuri tu kiafya, hayupo um. Mlango wake umefungwa, ayupo kabisa. Watusaidia kumtafuta mwalifu mpaka popote pale alipo, kama kweli yupo Tanga inavyosemekana yupo Tanga, yaani wawasiliane na maaskari wa kule Tanga ili ukijana kijana ashughulikiwe aletwe. Wito wako sana kwa wanafunzi wanao wanao kuwa na mahusiano na vijana, huyu mtoto alikoko ana mahusiano yoyote na huyu kijana, labda hiyo kashata. Huyu mtoto ana mahusiano yoyote, ni mtoto mtaratibu mpole kwao, yani hata sisi wenyewe tumetaharuki kusikia, hatuwezi jua. Lakini kwa majina, naitwa Lembi Sikisoki Laiza. Kuna binti hapa tunaishi naye hapa, naishi kwa kaka yangu huyo binti tangu alivyotoka shule siku ya Ijumaa akaaonekani nyumbani, tukabidi tukaripoti nini polisi, kwenda kuripoti polisi, tukaendelea kumtafuta siku ya Jumamosi, tukaendelea kumtafuta Jumapili, tena tukaenda wakaenda kuripoti tena purani, wakaenda kuripoti Central. wakaenda na sepitali Mount Meru Mtoto akupatikana tukakuna mlima ulioko hapa tunaita mlima Kijenge, watu wakapanda kwenda kumtafuta hajaona. Sasa leo kuona namba ya waandishi wa habari, ikabidi wapigie simu, nikambia bana, kuna tukio atumuoni mtoto, tumerusha kwenye grupu, tunaomba hebu muende mkapate nini habari vizuri. Baada ya muda kidogo, niko kazini nikapigiwa simu, asiona mtoto akapatikana kwenye nyumba ya jirani ambayo tuko na na, na na jirani na huyo tuko jirani na huyo kijana ki ambaye alio binti kakutwa ndani kwake Sio, na waandishi wa habari wakauliza, sehemu gani? Nikaelekeza, njoo sehemu fulani, ndio wakashuka kweli, wakaja na wameshuhudia, ndio binti katolewa na polisi, ndio wakapelekwa sasa stadio, wakapelekwa kwenye vyombo vya dola, kama kapelekwa polisi kwa uchunguzi zaidi. Labda huyo mwanafunzi gani? Huyo mwanafunzi yuko kidato cha 4 yaani yuko form 4 Kwa ma, kwa ilivyosemekana, alikuwa ametoka shuleni akaja na pipi na biskuti akaingia ndani, kuingia ndani akamkuta binti mdogo ambaye anamwangalia mtoto mdogo hapa ndani akachukua aka, aka simu akampigia mama yake, simu, akamuuliza, Vipi, nimeshafika, nipike mboga gani? Mama akamuelekeza, pika nani, kuna mboga ilikuwa kwenye friji hapo, pika. Akapika. Baada ya muda kidogo binti akaanza kuyuka, kwa mwelezo nani huyo binti mdogo hapa, akaambia najisikia vibaya, nasikia kama kufa kufa. Akaambia nini? Akaambia akaenda kwenye friji akafungua akachukua maziwa akanywa akachukua maji akajimwagia. Baada ya muda hajaonekana. Kwa hiyo kwanza hiyo Ijumaa tujamuona, leo ndo tumkuja kuja kumuona kwenye nyumba ya jirani leo kutoka Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, leo ni Jumatatu. Kwa maana hiyo ni siku tatu zilizokamilika kwa kwenda shule, akua, akua, eh? akua naen, alipua, anaenda haendi shule. Eh, na ripoti tumetoa kwanzia juzi paka na leo tumefika shule kutoa ripoti. Ni kijana ambaye nyumba tu... ile ipangisha ni kwa mama yangu mkubwa, kwa hiyo unahu tunamchukulia kama familia, wanamuita ka Agaeli, ni mfanyakazi wa kampuni ya TANESCO. Eh, Taarusha. Mimi nilivyofika hapa, wanasema kuna kijana amempigia kijana mmoja simu, mnenda pale kwangu nachaga, mlango wazi. Bahati mbaya mlango nini, kama uko wazi, kufika ule mwenzake kuja pakakuta mlango umefungwa, si ndio? Hapa ikabidi waite nani fundi, wanasema ukuta fundi aja avunje, kumbe binti yuko ndani.